Ndugu mtazamaji wa Laizer Digital TV, naendelea kukuletea matukio hapa katika uwanja wa shule ya msingi Mzumbe hapa ambapo tukio kubwa leo limefanyika sehemu hapa, na kama unavyoona umati mkubwa wa watu umefurika katika viwanja hivi, ikiwa tukio la uzinduzi wa Jog Club kukutana na mdau. Nini siri ya mafanikio ya umati huu mkubwa ambao wamehudhuria katika uwanja huu wa shule ya primary kwa ajili ya kuangania tukio hili linaloendelea? Teknolojia sawa sawa. Uh, tumeona hili tukio limekuwa na mwitikio mkubwa sana wa watu watu wamekuja, uh, kwa hari moja kwa nguvu moja, lakini pia uh, kwa wingi. Ni nini siri ya mafanikio ambayo Jogging Club imefanya mpaka hii klabu ambayo ina muda mfupi tu hapa chuo kikuu Mzumbe, takriban miezi sita imepata mwitikio mkubwa wa namna hii? ni siri ya mafanikio Nafikiri siri ya mafanikio ya umati huu unaoona uwanjani hapa, kwanza kabisa ni uongozi mzuri wa Jogging Club na pia wana ubunifu mzuri sana katika maandalizi ya event kama hizi. nafikiri sili ni kuendelea kujituma na nafikiri kwa wakati mwingine watajaa zaidi ya hapo. Nini neno au rai kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe ambao bado hawajajiunga wa na klabu hii ya Jogging Club, unawaambia neno gani ili waweze kujiunga na klabu hii ya Jogging Club? Nafikiri sisi kama Jogging klabu tunapenda kuwaambia wanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe waendelee kujiunga na klabu hii kwa sababu faida ya mazoezi ni nyingi sana, kwanza kimwili, kiakili; lakini pia najenga umoja na mshikamano baina ya mtu na mtu. Nafikiri waendelee kujiunga jogging, na vitu vizuri zaidi na hapa ni mwanzo. Nafikiri unafikiri unapokwenda itakuwa na vitu vizuri zaidi. Kwa hiyo karibuni sana wanafunzi wote wa Chuo Kikuu Mzumbe, karibuni sana bwana. Tulikuwa naye hapa sisi, hatuna la ziada kutoka hapa uwanja wa Mzumbe Primary e, tuendelee tu kwa hasa e, jamii ya wanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe e, kuja kujiunga na klabu hii kwa ajili ya kuimarisha mazoezi ili kuondokana na magonjwa yasiyoambukizwa lakini pia pamoja na kuweka ukakamavu katika mwili. Hatuna la ziada, hapa ni kushukuru sana ndugu yangu, mengi yanakuja. eh, mengi yanakuja. Wakati tayari asante sana, asante.